Miradi hiyo ni mradi wa barabara ya lami inayounganisha kata hiyo na Ipagala, zahanati ya Mpamaa, shule ya sekondari Miyuji na shule ya msingi Mlimwa si. Akiongea baada ya kukamilisha ziara hiyo, diwani wa kata hiyo Bi Beatrice Ngelangela amesema kukamilika kwa miradi hiyo kumepunguza changamoto za kiafya, usafiri na elimu zilizokuwa zikiwakabili wananchi wa kata hiyo. Miyuji tumepata miradi mingi ikiwemo mradi wa kwanza, mradi wa lami ambayo inaunganisha kata ya Miyuji na kata ya Ipagala, kilomita sita ambazo ni thamani ya bilioni 6.7. Mradi mwingine ambayo tumeupata katika kata yetu ni sekondari ambayo sekondari kubwa sana, kuanzia O level hadi advance, kwao tuna wanafunzi kuanzia fumuani na form two ambapo tumeanza mwaka jana. Kwa hivyo zote ni juhudi ambazo serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi inaendelea kuzifanya ndani ya mafiga matatu ambao wananchi wametuamini. Mganga mfawidhi wa zahanati ya Mpamaa amesema kwa sasa wanahudumia wagonjwa wengi ikilinganishwa na hapo awali, huku wakuu wa shule za Mlimwa C na Miyuji wakieleza namna itakavyoongeza ufaulu. Cha kwanza tumeweza kupata fedha kwa ajili ya ununuzi wa furniture. Hapo mwanzo wananchi wetu wakapata changamoto paka chini kafikia hata mheshimiwa, paka hata viti ambavyo sio vya rasmi lakini tunaweza kuweka kupata huduma. Jambo lingine tumefanikiwa kupata kichomea taka hatarishi. Hapo mwanzo ililazimika tutumie mashimo ambayo sio rasmi kwa ajili ya kutekeleza taka. Hapo zamani ilikuwa kidogo, watu hawakuwa wengi sana wagonjwa kwa sababu nakuta mtu akifikiria afike, mazingira sio rafiki, hamna sehemu kukaa, lakini kwa, kuka. Lakini kwa sasa hivi wale wagonjwa wameongezeka na hata mapato pia yanaongezeka. Wanafunzi wa kiki kwanza walikuwa wanachelewa kufika darasani, lakini kingine changamoto anazokutana nazo barabarani ilipelekea wengine kupata mimba, wengine kuamua kuwavuta wavuta bangi, kwa sababu kila siku anaona kila siku anafika kwa kuchelewa anachapwa mwingine akishaona amechelewa anatafuta chaka huko, anaingia anapotelea huko, anaanza kuvuta banki. Mwisho wa siku nakuta kidato cha nne kile watamfunza wafanyaje? Hawamalizi na hawapati ile elimu yao ya msingi ambayo ilikuwa ni haki ya yao ya msingi kuipata. Baada -ba ya kupata fedha hizi kiukweli manufaa ya ufaulu wa shule ya lakini hadi kufikia sasa matokeo ya mwaka jana wastani wa shule ni 1.9 ambayo imetupeleka zaidi ya asilimia sitini baada ya kupata hizi fedha, na ufaulu umeongezeka mara nne tofauti na awali, ambapo wenyeviti wa mitaa ya Miyuji proper na Mpamaa wakaeleza furaha yao kutokana na miradi hiyo mikubwa kujengwa ndani ya mitaa yao. Kabla ya hii barabara haijatengemaa huko nyuma, miaka ya nyuma, tulikuwa tunapata tabu sana wananchi, hususani wale walikuwa wanakwenda kupata huduma katika hospitali ya Santa Jema ambayo inaubia na, na, na serikali wanaki, ilifikia mahala akina mama wanapokwenda kupata huduma pale walikuwa wanafika njiani wanajifungulia njiani. Lakini ujio wa hii barabara kwa kweli imetuunganisha kati ya Miyuji na, na Ipagala. Kwa upande wa huduma hususan wa mama walikuwa wanapata huduma mbali sana, walikuwa wanatoka hapa kwenda Santejema, na ukiangalia mazingira pia ilikuwa sio rafiki, kwa sababu hata miundo mbinu ya barabara ilikuwa bado haijakamilika, na ukiangalia hata kwenye upande wa upimaji wa huduma ya mtoto walikuwa wanapata shida sana kwa sababu huduma hiyo walikuwa wanaipata chini ya mti kwenye kanisa la RC. Kwa hiyo uwepo wa hii zahanati imetusaidia sana. Wananchi nao wanasema kuhusu safiri na huduma za afya, hali ni shwari kwa sasa. Mwanzoni, kabla hatujapata hiki kituo, sisi kama wamama wajawazito tulikuwa tunahangaika sana. Ukiangalia huduma tulikuwa tunazifuata mbali ukilinganisha na kipato, wakati mwingine mtu anakosa nauli ya kumpeleka kituo cha afya kilichoko mbali, lakini kwa sasa tumewekewa zahanati, hatuangaiki. Tunashukuru mama. Kabla ya barabara hii, hali ilikuwa mbaya, hapakuwa hivi, kulikuwa na makorongo, kulikuwa na vitu vingi ambavyo hata wananchi hawatukuweza kufika mahali husika kwa wakati, lakini kwa muda huu, kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii, tunamshukuru rais wetu Samia pamoja na diwani wetu, kwa kweli wamefanya wamefanya bidii, tumeweza kupata barabara hii. Alfred Blaha, Dodoma TV.